mpaka nafikia hatua inakaa siku nne tano maji hayatoki, mnabidi mkanunue kwa ajili ya kuendeleza ujenzi. Lakini kwa sasa hivi, kwa mwezi mmoja au miezi miwili nyuma, tunashukuru, ukatikaji wa maji haupo, au unaweza kakatika kwa wiki mara moja mara mbili, ya kawaida tu, unaweza ukasikia labda wana matengenezo hapa na pale, lakini tofauti na zamani. Zamani kweli kulikuwa na shida ya maji, na kikubwa walikuwa wanatuambia kwamba kuna miundombinu ambayo ilikuwa haijakaa sawa, lakini kwa sasa hivi naona imekaa sawa, ndio maana maji tunayapata. Cha kuboresha ni pressure, kwa sababu tunayo kweli, lakini kuna muda huwa pressure inakuwa ndogo. Kwa sisi ambao wenye matanki juu, kupandisha juu maji yanakuwa yana shida. Kwa hiyo pressure ile ikiwa kubwa zaidi itakuwa vizuri zaidi, tofauti na zamani. Unajua, sasa hivi tuko kisasa, zamani ulikuwa unakadiliwa tu, lakini sasa hivi unalipa kile unachotumia. Ukiamwaga utayalipia, ukitumia vizuri Utalipa kidogo. Naitwa Pediana Estoli. Eh, ninafuraha e, sana kwa sababu ya kupata maji. Yaani nikiwa na maji hapa nasikia raha sana, yananisaidia e, kwa kweli. Sasa hivi yanapatikana, kuna wakati ilikuwa inapotea inakuja e, kwa masaa, lakini sasa hivi nakuja wakati wowote kwa majina naitwa Anisia Vedasto. Maji tunayapata kwa wakati, yakatiki kwa siku hizi, tunayapata kwa wakati na wasoma mita tunao ni waaminifu wanafika kwa wakati. Kipindi cha nyuma ilikuwa ni changamoto. Mara nyingi ungekuta kwa jirani maji hapo, wewe una siku kama tatu, nne hamna maji. Lakini kwa sasa tunapata maji kwa wakati, ni mara chache na yakatiki kwa kweli. Kwa majina naitwa Consolata Alifunzi ndiye Tabura, mkazi wa Kahororo. Kipindi cha nyuma maji yalikuwa yanakatika Tulikuwa tuna shida ya maji pengine tunayavuta huko mtoni, lakini kwa sasa hivi maji yapo vizuri, tunayapata kwa wakati na maji yanatusaidia kupikia chakula, kufua, kuoga. Kwa majina naitwa Injinia Yazidi Buikizo, meneja miundombinu. Na kwa kwapo tunazungumzia mradi wa upanuzi wa mtandao awamu ya pili ndani ya manispaa ya Bukoba, mradi huo tu kupitia serikali awamu ya, ya sita tuliweza kupata mradi mkubwa kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji katika kata tano ambazo ziko ukanda wa juu, ikiwa ni kata ya Kashai, kata ya Nshambia, kata ya Kahororo, kata ya Nyanga Wembe na sehemu ya vijiji vyote katika ndani ya kata ya Nyakato ndani ya halmashauri ya Bukoba. Mradi huu umekuwa ni mradi ambao umetusaidia kufikia ilani mwaka 2025 kwa mji tu tumefikia asilimia 95 ya utoaji huduma ya maji safi. Kwa bahati katika mradi huu tumeweza kufikia sasa itakuwa ni asilimia zaidi ya 95 kwa sababu tumehudumia paka sehemu ambayo ni nje ya eneo letu ambalo tumehudumia ambayo ni kata Wanyaka. Mradi ulianza kutekelezwa tangu mwaka 2020. Mradi umefikia asilimia 95 na umeshaanza kutoa huduma kwa wananchi hao. Kwa kwa sasa hivi mradi kwenye kipindi cha majaribio. Kipindi cha majaribio na kwa maeneo yote ambayo tunategemea pate maji, tayari maji yana yanafika. Yana, yana, yana kwa hiyo huu mradi ilikuwa ni tunasema kwamba umehudumia wakazi elfu kumi na nane lakini elfu kumi na nane tunazungumzia ni wakazi wale ambao hawakuwa na huduma ya maji lakini mradi kwa sehemu nyingine ina, imesaidia kuboresha, kwa sababu wananchi wakule walikuwa na maji, lakini walikuwa maji sio tesherezi. Kwa mradi huu ni kwa ajili ya ku, kuongeza upatikanaji wa maji na maji ambayo ni safi na salama. Kwa hiyo mwanzo walikuwa wanatumia vyanzo vile vya chemichemi ambavyo kiubora wa maji yanakuwa sio masafi, yanakuwa na vimelea au vijidudu vyenye kusababisha magonjwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumeamua kwamba ndani ya manispaa ya Bukoba sema tunazihudumia zote zipate maji kutoka ziwa Victoria ambayo ni maji toshelezi na ambayo ni maji safi na sababu, sote tuna mtambo wetu kuchuja maji pale Bunena. Kwa hiyo tumeona kwamba bora wakazi wa wote watumie maji ambayo mfitia kwenye chujio hilo yaweze kuwa maji safi na salama, hiyo sote tuwe na yale magonjwa ya yanayopatikana kutokana na maji kwa kipindupindu na magonjwa ya kuhara